Na mtazamaji na, na mgomo wa waadhiri katika vyuo vikuu kote nchini ukiendelea, katika chuo kikuu cha Moi, waadhiri wamesema wataendelea na mgomo huo hadi pale matakwa yao yatakapotekelezwa kikamilifu. Waadhiri hao wanasema serikali haijali ya hatima ya wanafunzi wanaosomea katika vyuo vikuu vya umma nchini. John Wanama ambaye anafuatilia shughuli hiyo inavyoendelea kwa hivi sasa, tunaungana naye litujue kipi kinachojiri kwa sasa. Wanasema kwamba msingi wa taifa unaegemea sana masomo, lakini ni takriban zaidi ya siku 30 wanafunzi wako vyuoni, lakini wale ambao ni wahadhiri wa kuwafunza wako, wako nje. Na wanasema kwamba wanaumia. Wengi wamelipa karo, wengi wameshalipa nyumba zao ambapo wanaishi, lakini sasa wanapoteza muda tu. Hakuna lolote linaloendelea. tuzungumze na Busolo. Busolo, pengine siku thela, zaidi ya thelathini, mustakabali ni upi?

Asante sana ndugu <laughs> yangu, njoo hapa. Pengine ni nini hasa unaona? Nimesikia wahadhiri wa wengi wanasema serikali haizingatii, kwa sababu wanafunzi wa viongozi hawa wengi hawamo katika vyuo hivi, ndiposa pengine wanapuuza tu. Ni ukweli vile mwenzangu amesema, ni, ni jambo la kuhuzunisha, kwa sababu tukiharibu misingi ya elimu, basi hatuna kisasi. Na ni ukweli ya kwamba viongozi wetu wa kisiasa wengi wale wa serikali watoto wao hawapatikani katika vyuo vikuu vya kitaifa ambavyo viko Kenya. Watoto wao wengi wamesafirishwa nje ya nchi, kwa sababu wamejilipa mishahara minono. Kwa hivyo watoto wao wako Kenya, ndio kwa sababu hakuna mwenye anaonekana kuguzwa na hili jambo, kwa sababu watoto wao binafsi, wangekuwa katika vyuo hivi, labda kufikia wakati huu tungekuwa tumeona wakichukua at least mtazamo tofauti na wakisuluhisha maneno haya na ni jambo la kuhusunisha kwa sababu eh, wafanyakazi wa vyuo vikuu wanapouliza CBA ya 2529 wafanyakazi wengine wote wa serikali hata hawa wajumbe wa wamejilipa hiyo pesa executive wamejilipa president na deputy na ministers wako kwa CBA ya 2529 inakuwaje basi, mnasahau wale ambao wanafanya kazi ya muhimu kwa sababu ya kuendeleza misingi ya taifa hili, mpaka lazima watoke mgomo ndiposa muweze kurudi kufanya yale ambayo mnastahili kuyatenda kulingana na sheria. Hiyo ndio jambo la kuhusunisha, ya kwamba kama inji tunapoteza vibaya sana, na wanafunzi wenye wanaumia saizi, ni zaidi ya 1500 500,000 students of poor Kenyans are not getting services yet they are paying taxes. It is very painful. Hiyo ndio jambo la kuhusunisha zaidi for a country like Kenya sana. Pengine wewe kama mama, ukiwaona wanafunzi ambao wamelipa karo wako vyuoni hawafunzwi especially ambao wale ambao ni wa wanafunzi ambao wanasomea udaktari miaka tisa sasa. E, ni, ni jambo la kuhuzunisha sana watoto wanaumia, wamekaa shuleni miaka mingi zaidi ya tisa, na mtu alikuwa amalize na miaka sita. Ni uchungu sana kama mzazi na kama mama, lakini zaidi ya yote kama waadhiri, tunasema lazima tulipe pesa zetu ndio turudi kazini, kwa sababu hii si jambo la saizi. Hii ni jambo ambalo lilikuwa limeongelelewa mbeleni, so ilikuwa tu ni kutulipa na tuendelee na masomo na kufundisha wanafunzi, lakini sasa serikali nayo imejivuruta, imejivuruta, inafika Nasema tushawalipa na ni uongo, imepruviwa ya kuwa ni uongo ametulipa chochote. So watulipe 7.9 bilioni ndio turudi kazini. Lakini kwa watoto nawaambia mvumilie kidogo, hili ni jambo ambalo litaisha na watarudi shuleni na watamaliza. Naam, eh, vile umesikia eh, Rashid, ni vuta ni kuvute ambayo kila mwamba ngoma anavuta kwake. Wanasema kwamba lazima walipe pesa zao ndipo waweze kurejea pengine madarasani. Ni jambo ambalo tunaangalia tu kwe, kwe, iwapo litawezekana Hatujui litachukua muda gani. Tuko hapa kuangalia watasema nini kutoka hapa. Basi wanasema kwamba kuanzia wiki ijayo pia wanaanza maandamano, angalau wakiwajumuisha wanafunzi, ndiposa pengine serikali iweze kusikia kilio chao. Rashid, nam Shukran sana John Wanyama kwa kuweza kupata kauli zao kuhusiana na hoja ambayo inaendelea. Bila shaka, wakati mambo yanaendelea, baadaye kukizuka mapya Uh, mwafaka mwingine ukijitokeza, tutarudi kwako ili tuweze kuzungumza naye. Lakini kwa hivyo sasa, niruhusu niangazie masuala mengine ambapo